kutelia kuna pepo la umaskini, maskini pote hana jini wenu wote. Kuna jini ambalo linaharibu mipango ya kanisa, jini programu chogreja, lakini leo ni siku ya moto, moto, moto wa Yesu. Leo ni, ni siku ya moto wa Yesu.

Shetani hauna nafasi. Hauna nafasi, nafasi. Na kupiga na kupiga. Na kuhua, na kuua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pona. Yes. Mako. Kwa jina la Yesu. Ondoka siku taku tena. Kwa jina la Yesu. Tembe yes, ah, <coughs> Mungu, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka rangi na nguvu za shetani, ninazishinda kabisa. Hakuna unabii juu ya Yesu, hakuna mapepo juu ya Yesu, hakuna mashetani juu ya Yesu. Roho ya umaskini naiondoa kwa jina la Yesu kwanza. Sasa sema pona, pona, ewe Fatima, uli akachukuliwa milimani, uliochukuliwa baharini, kwa damu mwana kondoo, kwa jina kondo la Yesu pona, sema pona? p pona! Pona! Pona! Lucia. Ewe Lucia uliyechukuliwa bari, Lucia uliyekumbwa na mapepo na mashetani na majini, kuanzia sasa ondoka kwa damu ya ya, sema, onoka! Onoka! Sema Lucia jo! Lucia jo! usipoondoka yes, na kuwa pona kwa jina la Yesu. Bona. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni tukakaa fungue